Na basi tuanze na habari za hivi punde, ni kwamba watu wanne kutoka kaunti ya Nakuru wamepata pigo baada ya mahakama kupata na hatia ya ulanguzi wa nyuki. Kulingana na mujibu wa habari zilizotufikia, ni kwamba watu hao walipania kuwasafirisha nyuki hao hadi nchi jirani ili kufanya madhara. Hii ni baada ya raia hao kuweka hadi na wenzao kutoka nchi jirani waweze kuwapiganisha nyuki. Hakimu wa mahakama hiyo aliwapata na hatia na kuwaamuru wafanyakazi katika idara ya wanyama kwa mwaka mmoja bila malipo, huku wakiwahamasisha wakiwa wananchi dhidi ya kukiuka haki za wanyama. Na katika habari za hivi punde kwamba habari zingine ni kwamba watu wanne kutoka nchi jirani wameweza kupatwa na hatia baada ya rais wa TZ kuwapata na makosa. Habari zingine ni itimiapo saa saba mchana, zidi kutegea, zidi kujiunga nasi katika tovuti yetu www.k28fm. Jina langu ni Stanmi, karibu.